Amani iwe nawe, ndugu Irakiza Nelson Prosper. Ndugu Irakiza Nelson, Warumi sura ya tisa mstari wa tatu na wa nne inasema kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni wayashron kwenye Biblia waliandika Waisraeli, Waisraeli wameanza mwaka 1948 ambao ni Wayashroni wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa Torati na ibada ya muumba na ahadi zake. Ndugu Irakiza, Wayashroni na Wakristo ni akina nani? Walipewa ahadi Torati ambazo ni sheria na ibada ya muumba ya kweli ni akina nani? Karibu, amani iwe nawe ndugu Dorian. Ukweli ni kwamba Ukristo umeanzishwa na wapagani na ukapro, ukapromotiwa na Wagiriki na Warumi. Kwa hiyo Ukristo kwenye Biblia, Wakristo kwenye Biblia hawana ahadi yoyote, ndio maana wanatapatapa mara wanasema ahadi za wayashuruni ni zao wao, hawana ahadi yoyote na muumba. Zaburi 147 mstari wa 19: na humhubiri Yakobo neno lake, na Israeli amri zake na hukumu zake. Mstari wa ishirini: hakulifanyia taifa lolote kama hayo, wala hukumu zake hawakuzijua. Kwa hiyo Wakristo hawana ahadi yoyote. Naam, ndugu Irakiza Nelson, ina maana wakristo wameanzishwa na wapagani na umeeleza kwamba hawana eh, maagano yoyote na muumba aliyeumba mbingu na dunia hii na vilevile vile kama Warumi tisa tumesoma kwamba ni yashuru ni waliopewa ibada ya muumba. Kwa hiyo wakristo ibada yao wanayoifanya sio ya muumba, ni ibada ya walioanzisha wapagani. Hapo nimejifunza kitu nimejifunza kitu sasa. Ee, ilikuwa kuwaje wakristo wakatokea? Karibu sana naam, ndugu Dorian. Historia inatuonyesha kwamba Yesu Kristo amezaliwa karne ya kwanza. Na Danieli sura ya 9 mstari wa 24 na 26, inatuonyesha kwamba Masihi ambaye ni mwokozi wa kweli alizaliwa kwenye majuma sabini. Mwanzoni mwa majuma 62 mwokozi alizaliwa pale na akaondolewa miongoni mwa watu wake mwishoni mwa majuma 62 na haya majuma 70 au majuma 62 hayakuanza wakati wa karne ya kwanza alipozaliwa Yesu Kristo. Kwa hiyo, hapa tuna masihi wa kweli wa Danieli 9 mstari wa 24 na 26, na tuna Yesu Kristo ambaye ameletwa na Wagiriki na Warumi kwa njia ya kanisa la Roman Catholic ili watu wa mwabudu ambaye Asante sana ndugu Irakiza Nelson Prosper. E, nimeelewa kwamba e, Yesu Kristo ameanzishwa, ameletwa na Warumi na Wagiriki, ndio waliomleta. Sasa bado kuna shida hapa. Marko 9 mstari wa 41 nasema, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo na Wagalatia 3:29 nayo inazungumzia hivyo hivyo wa Kristo. Sasa haya mambo yako yakoja ya. Ina maana huyu Kristo anayezungumzwa ambaye ni Yesu ambaye amezaliwa karne ya kwanza aliye tofauti na masihi wa kweli wa Danieli 9, imekuwa imekuwa kuaja akaletwa kwenye Biblia. Naam, ndugu Dorian, ni hivi. Hawa wapagani toka zamani walikuwa na utaratibu wao wa kuwabadilisha wayashuru ni majina ya kweli yanayowatambulisha na kuwapa majina ya miungu ya kipagani. Mfano, Esther 2 mstari wa saba, Esther aliitwa Dahasa na, na, hadasa lakini, alipofika kwa wapagani utumwani, wakampa jina Esther. Kwa hiyo hata hawa walijaribu kuchukua historia ya mwokozi wakaipa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ndivyo yalivyo kuhusu Marko 9:41 na Wagalatia 3:29. Ukisoma Yeremia 8:8 inasema kwamba kalamu ya waandishi imeifanya torati kuwa ya uongo. Kwa hiyo haya ni maneno ya kalamu ya waandishi yanayo